Kwa majina naitwa Dr Clinton Niwagira. Uh, ni general dokta katika hospitali ya JN Magae Medical Services inayopatikana Manzese Argentina. Leo ningependa kuzungumzia zaidi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Ugonjwa wa kisukari ni aina mojawapo ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ambao huu unatokana na hali ya kuwa na sukari nyingi zaidi kwenye mwili kwenye damu kupita kiasi kupita kiwango ambacho kinatakiwa kuwepo katika, katika damu. Ugonjwa wa kisukari unakuwa wa aina tofauti tofauti, na inaweza ikawa sukari ya aina ya, ya kwanza ambao ni type 1 diabetes, diabetes mellitus; ugonjwa wa kisukari aina ya, ya pili ambao ni type 2 diabetes mellitus. lakini pia tuna kisukari cha mimba ambao tunaita gestational diabetes lakini leo ntazungumzia zaidi uh, aina ya kwanza ya kisukari type 1 diabetes mellitus pamoja na aina ya pili ya kisukari ambayo ni type 2 diabetes mellitus. Tukianza na aina ya kwanza ya kisukari ambayo ni type 1 diabetes mellitus melos. Uh, hii ni aina ya kisukari ambayo mwili unakuwa hauzalishi insulin, ambayo insulin ndo, ndo Uh, kitu ambacho kinatakiwa kwa ajili ya kuchukua ile sukari kuweza kuingiza kwenye seli za mwili ili mwili uweze kupata nguvu. Sasa kwa mtu ambaye ana type 1 diabetes mellitus ambao ni aina ya kisukari ya kwanza, anakuwa hazalishi insulin, kwa hiyo uh, ile sukari inapoingia kwenye damu haina uwezo tena wa kutoka kwenye damu kuingia kwenye seli za mwili ili kumpa mtu yule aweze kupata nguvu. Sasa uh, huyu mtu anakuwa anahitaji insulin kwa ajili ya kuchukua ile sukari ambayo iko kwenye damu kwa ajili ya kuingia kwenye nini, kwenye mwili ili kuweza kumsaidia kupata nguvu. Na mara nyingi hii inawapata watu ambao wanakuwa wanazaliwa nayo, na anapokuwa na hii hali analazimika kutumia insulin ambayo inatengenezwa kama dawa kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuchukua ile sukari kwenye damu kuweza kuingiza kwenye seli ili kumpatia nguvu. Kwa hiyo hawa hutumia uh, sindano ya, kisukari, ya, ya insulin katika maisha yao yote. Aina ya pili ya kisukari ambayo tunaita kitaalamu type 2 diabetes mellitus, hii ni aina ya, ya kisukari ambayo uh, inawapata sana sana wazee, na hii aina ya kisukari inasababishwa na maisha tunayoishi, uh, vyakula tunavyokula, lakini pia uh, kubwetesha mwili kutokufanya mazoezi. Na hii inatokana na ile hali kwamba mwili unazalisha insulin, lakini ile insulin haifanyi kazi vile inavyopashwa kufanya, kwa hiyo inapelekea kwamba sukari inakuwa kwa kiwango kikubwa kwenye damu uh, kuliko ile sukari ambayo inachakatwa kuingia mwilini kwa ajili ya kumpa mtu nguvu. Unaweza kujiuliza, nitajuaje kama nina kisukari? Hii inatupeleka moja kwa moja ku angalia dalili gani ambazo zinampata mtu ambaye anakuwa na kisukari. Ah, mara nyingi inakuwa ni ngumu kugundua kama mtu una kisukari pale ambapo umepatwa na kisukari katika hatua za awali, lakini dalili hizi unaweza kuzipata endapo pale utakapokuwa una, una ugonjwa wa kisukari. Ah, unaweza kupata uchovu wa mara kwa mara lakini pia unaweza kupata kiu cha mara kwa mara unaweza kukojoa mara kwa mara, lakini pia unakuwa unapungukiwa uzito bila sababu, na unapopatwa kidonda ukiwa na kisukari inakuwa ni ngumu kupona kwa uharaka. Kama tunavyofahamu kwamba kinga ni bora kuliko tiba, sasa unawezaje kujikinga ili usipate ugonjwa wa kisukari? Uh, unaweza kufanya mambo yafuatayo. Kwanza kabisa ni kupata lishe iliyo bora. Napozungumzia lishe iliyo bora kwa asilimia kubwa unatakiwa utumie vyanzo vingine vya nishati uh, ukiepuka vyakula vya wanga vyakula uh, vyakula vya wanga mara kwa mara. Unapozungumzia uh, aina nyingine ya nishati, unatakiwa kutumia vyakula vya vyenye protini na, na vitamins kwa ziada kuliko kutumia wanga mara kwa mara, lakini pia inatakiwa ufanye mazoezi mara kwa mara. Unapofanya mazoezi unafanya matumizi ya ile sukari ambayo ipo kwenye damu kuweza kutumika na hivyo kujikinga zaidi na ugonjwa wa kisukari. Na hapa tunapozungumzia mazoezi, sio lazima iwe mazoezi ya gym. Unaweza ukachukua muda wako ukatembea, ukakimbia, lakini pia unapokuwa ofisini uh, labda unafanya kazi kwenye ghorofa, epuka matumizi ya, ya, ya lifti Unaweza ukatumia hata ngazi kupanda na kushuka tu, ni mazoezi tosha. Haya yanasaidia kuchukua ile sukari ambayo ipo kwenye damu kuweza kuifanyia matumizi na hivyo kuepuka ugonjwa wa kisukari. Lakini pia kwa watu ambao wameshapatwa na kisukari, ni kuhakikisha kwamba wana matumizi sahihi ya dawa, bila kuacha matumizi ya dawa hizo, namaanisha kutumia dawa kwa uaminifu lakini pia kufanya vipimo vya sukari mara kwa mara, kujua kwamba uh, sukari imefika kiwango gani, ili kuweza kuikontrol. Na kwa wale ambao hawajapata kisukari, kufanya check up ya mara kwa mara, ili kuweza kugundua kama kuna dalili za mwanzo za nini za kisukari, ili kuweza kuepukana nayo. Uh, kwa kutambua umuhimu wa kujikinga na kisukari, lakini pia umuhimu wa matibabu ya kisukari uh, Unakaribishwa katika hospitali yetu ya JM Magae Medical Center kwa ajili ya kupata huduma hizi uh, ambapo utapata huduma ya vipimo vya kisukari, lakini pia uh, undapo utagundulika kwamba una kisukari utapatiwa matibabu ya kisukari kulingana na aina ulionayo. Lakini pia kwa wale ambao watakuwa hawajapata kisukari bado unaweza kupewa ushauri na saa namna unavyoweza kuishi lakini, namna unavyoweza kujikinga na kisukari. Yapo mengi na mengine mengi ambayo tunaweza tukazungumza tunapokutana hospitali.